Tutachinja mbuzi, tutachinja ngamia, tutachinja kuku kwenda kumshakia Mwenyezi Mungu ili kuhakikisha maadui wa Simba wanaondoka ndani ya Simba. Jaribu kujiangalia wewe, wapi ulikotoka, Simba ulikutaje? Leo unakuja kupata umaarufu, leo unakuja kupata utajiri mbele ya Simba, baada yake unakwenda, unageuka, unaitengenezea Simba majungu aweze kuharibikiwa. Hatutakubali,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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0744360662 na 0782542006. Nyote mnakaribishwa Bido Studio kwa huduma mbalimbali za nyimbo pamoja na programu za kompyuta bila kusahau na kuweka window kwenye kompyuta yako. Nyote mnakaribishwa <muchos>